Karibu ni kufahamisha kuhusu taasisi huru ya uchunguzi, njia ambayo mataifa mengi hutumia kwa ajili ya kusimamia serikali. Taasisi huru ya uchunguzi ni chombo ambacho chenye mamlaka ya kuchunguza matukio yanayohusu ukiukwaji wa haki, ufisadi, matumizi mabaya ya nguvu au mauaji ya raia bila kuingiliwa na serikali au vyombo vya dola kama polisi, jeshi au usalama wa taifa. Lengo kuu ni kuwa ukweli unajulikana, uwajibikaji unatendeka, na haki inapatikana, hata pale ambapo wahusika ni taasisi za serikali au maafisa wa usalama. Sifa kuu ya taasisi huru ya uchunguzi: kwanza, ujitegemea kisheria. Taasisi hii inaundwa kwa kisheria inayokataza serikali au vyombo vyake kuingilia. Viongozi wake hawateuliwi na wanasiasa wanaotawala kwa muda mfupi, bali hupitia kamati huru ya uteuzi, ushirikishwaji wa Bunge, mchakato wa wazi kwa umma. Pili, bajeti isiyodhibitiwa na serikali hii, ili kukwepa adhabu kutoka kwa mamlaka za serikali endapo watawachunguza na kuwakuta na hatia, basi bajeti yake hujitenga kabisa na ile ambayo serikali huwapangia. Taasisi hii hutengewa bajeti yake ya kudumu, mfuko wa sheria, fedha kutoka kwa Bunge na wala sio wizara ya ndani. Tatu, ni wapelelezi ambao wasio chini ya polisi. Taasisi hii mara nyingi huundwa na watu ambao hawatokani kabisa na jeshi la polisi, jeshi la nchi, maafisa wa usalama au taasisi yoyote ile ya serikali ili kulinda mgongano wa kimaslahi. Mara nyingi huwa watu wake ni wanasheria, wataalamu wa haki za binadamu, wapelelezi wa, wa kiraia, wataalamu wa uchunguzi wa forensi. Moja ya sifa nzuri kabisa ni uwezo wa kuamuru nyaraka na ushahidi. Taasisi hupewa uwezo wa kuitisha nyaraka za serikali, kuhoji maafisa bila kuzuia, kuingilia maeneo ya tukio bila ruhusa ya polisi kushirikiana na vyombo vya kimataifa vya haki. Mwisho, matokeo yenye nguvu ya kisheria: ripoti yake ikiwasilishwa huwa imekamilika, hupelekwa moja kwa moja kwa umma, hupelekwa kwa mahakama au Bunge, si kwa Waziri. Mapendekezo yake huwa lazima yafanyiwe kazi. Kwa nini taasisi huru ni muhimu? Inazuia serikali kujichunguza, inarejesha imani kwa umma, inalinda demokrasia, inaepusha machafuko. Yaani, mauaji au ukatili wa dola usipochunguzwa vizuri, basi hali itazidi kuwa mbaya. Hivyo, taasisi hii inasaidia katika kulinda na kuimarisha machafuko kutotokea katika nchi. Mfano wa taasisi hizo ni IPOA ya nchini Kenya ambayo ina uwezo wa kuchunguza matukio ya mauaji au kisheria inayohusisha polisi bila IGP kuhusishwa. Pili, IIO nchini Canada ambayo inachunguza matukio ya mauaji na vifo kwa kupitia risasi vinavyohusisha polisi. Nchi nyingi zimefanikiwa kupunguza mauaji ya raia baada ya kuanzisha vyombo hivi katika nchi zao. Hii ni ripoti ya Media Wire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika na mimi ni Hassan Maglumali. Asante na karibu, wakati mwingine, kuendelea kufuatilia mfululizo wa habari zetu kutoka hapa Media Wire Express.